Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia asubuhi njema ya leo, na tunakukutana tena katika zamu hii ya kuleta neno la Mungu, na neno la Mungu linaposomwa linakualika mtu wa Mungu uweze kuwa makini kwa ajili ya kupata ujumbe ambao Mungu amekusudia uweze kuupata niweze kupata asubuhi ya leo. Wiki hii somo letu lina kichwa kinachosema nitafika hakika, au unaweza ukageuza ukasema hakika nitafika. Somo hili limejengwa katika kitabu cha Mathayo sura ya kumi na nne mstari wa ishirini na mbili mpaka mstari wa thelathini na tatu, lakini pia rejea zake zitapatikana kitabu cha Marko sura ya sita mstari wa arobaini na tano mpaka mstari wa hamsini na mbili, na rejea nyingine inapatikana kitabu cha Yohana sura ya sita mstari wa kumi na tano mpaka mstari wa ishirini na moja. Wiki hii tutapita kwenye darasa la imani, kwenye darasa la imani katika barabara ambayo Yesu alitamani sana wanafunzi wake waipitie. Ndiyo barabara ambayo wiki hii tunaenda kuipita, na ninaomba barabara hii, ili iweze kuwa tamu na ieleweke kwa kila mwanasemezana na Mungu Ninaomba tuifanye kwa vitendo. Tutakuwa tukijifunza alfajiri na mchana wote wa masaa kumi na mbili na usiku mwingine wa masaa kumi na mbili ili uweze kulielewa ili somo na kuomba uishi kwa vitendo, na naomba nirudie tena, ni barabara ya imani. Lile fungu letu kuu wiki hii diko kitabu cha Mathayo sura ya kumi na nne aya ya ishirini na mbili. Hilo ndilo fungu letu kuu: mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Sasa sikiliza haya maneno, mstari wa ishirini na mbili anasema, akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Kiswahili chaweza kisieleweke vizuri, lakini nia ya Yesu ilikuwa wanafunzi wapande chomboni waende ng'ambo ya pili yeye abaki nyuma akifanya kazi ya kuwatawanyisha makutano, na alipomaliza kuwatawanya makutano, ukirudi ile Marko sura ya sita, nimesema hizi rejea tutazipitia pamoja. Marko sura ya sita, ukirudi mstari wa arobaini na tano anarudia kauli ile ile kwamba akawalazimisha wapande chomboni lakini alipomaliza kuwatawanya makutano, Yesu alienda peke yake kuomba. Sasa utaona hizi tofauti mbili. Wakati Yesu amemaliza kazi ya kuwatawanya makutano, alitaka wanafunzi wapande chomboni na waende peke yao ng'ambo, na yeye muda, wakati wao wanasafiri kwenda ng'ambo, Yesu atakuwa yuko peke yake upande mwingine akiomba. Sasa naomba tuende pamoja, nisikuache rafiki yangu, ili uelewe ninachotaka wiki hii kiingie kwenye kichwa chako, kiingie kwenye kichwa chako. Wewe unadhani Yesu kwa nini anafanya hivi? Jambo la kwanza Yesu aliwalazimisha hawa wanafunzi, hawakuwa tayari kwenda peke yao bila Yesu chomboni, lakini Yesu anawalazimisha. Mpendwa, safari ya imani, Yesu yuko tayari kukulazimisha uipite. Kwa nini? Kwa sababu unapoipita safari ya imani utakuwa mshindi kwa kila jambo linalopatikana mbele yako. Naomba niudie kauli, Yesu atakulazimisha upite njia usiyoitaka kuipita. Maana ukiipita hiyo njia usiyoitaka kuipita, kwa kuipita hiyo njia unajengwa imani. Mm. Yesu anawalazimisha wanafunzi wake waende ngambo hawakutaka kwenda peke yao, na unajua Yesu ni master teacher, ni mwalimu mkuu, mwalimu wa walimu. Kuna siku Yesu alivuka na wanafunzi wake chomboni wakiwa pamoja. Unaisoma wapi hiyo? Marko sura ya 4 aya ya 35 mpaka ya 41. Yesu aliwahi kuvuka na wanafunzi wake wakiwa wote pamoja chomboni na seleo sasa, Yesu hataki kuvuka nao, Marko sura ya sita. Anataka wavuke peke yao, waende upande wa pili, yeye akiwa upande wa kwanza akiomba peke yake. Sasa sikiliza vizuri hapa, Yesu atakupitisha katika barabara mbalimbali mbali za imani. Kuna barabara atakupitisha ya mambo kuwa sawa ataishi na wewe utamuona utasimama kanisani, utashuhudia kwamba niliuona mkono wa Bwana, nilimuona Bwana katika masomo yangu, nilimuona Bwana katika ndoa yangu, ninamuona Bwana katika biashara zangu, ninamuona Bwana katika maisha yangu, ninamuona Bwana. Haitoshi hiyo, katika masomo yangu ninamuona Bwana. Kuna siku Yesu atakaa na wewe Utamuona shambani ukilima, ukavuna mavuno mengi. Utamuona shambani. Kuna muda utamuona kwenye ndoa yako utamuona mume wako, atakuwa anakuja mapema nyumbani, mume wako atakupatia kila unachomuomba, watoto wako watafanya kila unachowaambia. mm. Sikiliza, utamuona Yesu maishani mwako kila wakati. Utamuona katika biashara zako, ukileta mzigo unauza wote, unaisha mara moja. mm. kuna muda utamuona Yesu maishani mwako, utamuona kwenye zizi lako la kufugia kila ukifuga wanazaliwa wanatotolewa wananyonya wanakuwa, wanakuwa na afya njema. Bosi atakuwa rafiki yako, kila zikitokea shughuli nzuri nzuri, zenye zenye mafuta mazuri, bosi wako atakupendekeza wewe uende ukazifanye. Utamuona Yesu chomboni utatembea naye kwenye chombo cha safari yako, lakini iko siku nyingine Yesu atataka uende peke yako, wala hatakuwa nawe chomboni atabaki upande wa kwanza, anataka uende peke yako upande wa pili. Ndio utamuona mume wako huyu, ambaye alikuwa anakufanyia kila kitu, anakupenda, anakupigia simu asubuhi na jioni, mara mume wako ataanza, utasikia ana mahusiano na wanawake wengine, utaona hakupigii tena simu, utaona mke wako anaanza kurudi muda umeenda. Ukimuuliza mke wangu, ulikuwa wapi, ataanza kukufokea mm. Ujue huko peke yako chomboni, Yesu amebaki upande wa kwanza na anakulazimisha upite hiyo barabara. Katika masomo, ndipo utaona masomo hayaendi vizuri, unaanza kupata nafasi ambazo hukuzitarajia, unaanza kuskoo maksi ambazo hukuzitarajia. Yesu anataka uende peke yako chomboni, mm. ili ujifunze barabara bara hiyo nyingine ya imani. Utalima shamba utavuna kidogo, utafanya biashara, utapigwa na utapata hasara, utaingia kwenye shida mbalimbali mbali. magonjwa yale makubwa makubwa yasiyo na tiba yatawapata watu wako mpaka utafika mahali utasema, hivi ni na Mungu kweli? Ndiyo, Yesu amebaki upande wa kwanza na amekuacha uwende mwenyewe, upande mwingine. Anataka upite hiyo barabara, barabara ya imani Mpendwa rafiki yangu wasemezana na bwana Yesu, master teacher, mwalimu huyu mkuu anayetaka ujifunze imani katika barabara tofauti. A anakulazimisha, turudi ishirini na mbili, Mathayo sura ya kumi na nne. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na watangulie mbele yake kwenda ngambo, yeye anabaki nyuma, anabaki nyuma ili awatawanyishe makutano. Mstari wa ishirini yeah, na tatu, naye alipokwisha kuwaaga makutano alipanda chomboni faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Pendwa, mwanasemezana na Mungu, kama unanielewa vizuri, sikiliza, mpendwa. Yesu, Yesu anawalazimisha waende peke yao, yeye anabaki upande wa pili, lakini kumbuka neno alilowaambia. Somo letu linasemaje? Somo letu linasema nitafika hakika. Kama neno lake linaniambia nenda ng'ambo, nitafika hakika. Kama neno la Mungu linakwambia nenda peke yako ng'ambo, utafika hakika. Kama neno la Mungu linasema aina ya biashara hii ndiyo utakayoifanya, utafika hakika. Kama neno la Mungu linasema kwamba uh, elimu ya aina hii ndiyo utakayoisoma utafika hakika kama neno la Mungu linasema aina ya mume huyu ndiye atakayekuwa mume wako. Utafika hakika kama neno la Mungu linasema kwamba mambo haya yanayokupata ni kwa kusudi la yeye Mwenyezi Mungu. Utafika hakika, utafika hakika. Mariko sura ya sita mstari wa arobaini na nane. Mariko sura ya sita mstari wa arobaini na nane. Sikiliza mstari unavyosema. Mstari unasema hivi akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wa mbisho hata hataoa eh. Safari haikuwa nde, haikuwa rahisi. Umbali wa kutoka walikopandia mashua mpaka kule walikotakiwa kwenda kushukia palikuwa na umbali wa kilomita kumi na mbili. Unisikize vizuri, upana wa ziwa Galilaya una kilomita zipatazo kumi na mbili. Hizi kilomita kumi na mbili waliokuwa wanaendesha mashua kipindi kile waliweza kuvuka kwa kutumia masaa mawili. Unisikize vizuri hapo, ya rafiki yangu, masaa mawili ndiyo yalikuwa yanatumika kuvuka bahari ya Galilaya yenye upana wa kilometa kumi na mbili. Lakini wanafunzi hawa, Biblia inasema hata ilipofika jioni, yani walianza safari jioni ya saa moja lakini zamu ya nne, Biblia ikikwambia zamu ya nne inamaanisha saa tisa mpaka saa kumi na mbili walikuwa wamesafiri tu nusu ya kilometa kumi na mbili ambazo ni kilometa sita yaani, walikuwa wameweza kwenda umbali wa kilometa sita kwa kutumia masaa kumi hadi kumi na mbili yaani umbali <laughs> ebu, ebu utashangaa kidogo wameenda umbali wa kilometa sita. Nyinyi watu ambao mna magari, unakimbia kilometa sita kwa kutumia muda gani? Mm-hmm. Kama utavuka eh, wale ambao mnaenda kwa, kwa kwa mashua baharini umbali wa kilometa sita unauenda kwa kwa muda gani? Sasa ilikuwa ni jambo la kushangaza. Hawa watu wanasafiri kilomita sita tu kwa usiku mzima, ndio utaelewa upepo ulikuwa mkali, ndio utaelewa upinzani ulikuwa mkali, hawakuweza kwenda mbali. Ngoja nikwambie mpendwa, hauwezi kwenda mbali kama hauna imani na neno la Mungu. Hauwezi kwenda mbali kama hauamini ahadi za Mungu. Hauwezi kwenda mbali kama hauamini muujiza wa Mungu hauwezi kwenda mbali kama uamini maagizo ya Mungu. Yesu anaagiza anasema, nendeni upande wa pili. Wanapoanza safari kwa kuwa hawana Yesu, wanakutana na dhoruba, na dhoruba hiyo inawatisha, wanaanza kuwaza kuzama. Ngoja nikwambie mpendwa, asubuhi ya leo Yesu anaposema, you will make Biblia inaposema zaka na sadaka iletwe kwa Baba na hiyo utakayobaki nayo itatosha mahitaji yako. Amini neno la Mungu rudisha zaka na sadaka. Na sadaka na hicho unachobaki nacho kitakufikisha upande wa pili. Neno la Mungu linaposema unaoa mke mmoja na huyo mke mmoja atakutosha. Amini neno la Mungu kwamba mke mmoja anakutosha. Neno la Mungu linaposema fanya kazi siku sita, lakini siku ya saba acha kazi, pumzika, amini kwamba neno la Mungu limethibitishwa hivyo, na ukiishi ndani ya maagizo hayo utaweza kufika upande wa pili. Ninakutia moyo mpendwa, asubuhi ya leo, sikiliza neno la Mungu linakwambia nini. Yale ambayo neno la Mungu linakwambia, ishi katika hayo, ishi katika hayo, ishi katika maelekezo hayo, ishi katika maelekezo ya Mungu. Yesu anawaambia wanafunzi wake, vuka upande wa pili, mimi ngoja nisalie huku. Wangetii neno la Mungu hata kama dhoruba ingekuja, wangeiambia dhoruba, Yesu katwambia tutaenda upande wa pili, dhoruba tupishe twende upande wa pili. Na wangesema hilo neno, wakauambia upepo, wakaiambia dhoruba, hakika yake Yesu angewakuta upande wa pili. Unamaanisha nini mchungaji? Marko sura ya sita mstari wa arobaini na nane Inasema alipowafikia akitembea juu ya maji, alionekana kama anataka kuwapita. Ni kama Yesu anawapa meseji wanafunzi wake kwamba, niliwaambia nitawakuta upande wa pili, nami ninaenda upande wa pili. Mbona bado mko katikati, hamjafika upande wa pili? Mungu akubariki sana. Nabaki na swali moja ambalo majibu yake utayapata alfajiri ya kesho, na ninaomba siku ya leo uanze kufanya mazoezi ya hili somo. Nenda kaiambie dhoruba yoyote inayokuzuia njiani, nenda kauambie ugonjwa unaokuzuia njiani, nenda kaambie hasara unazo zinazokuzuia njiani, nenda kaiambie changamoto yako inayokuzuia njiani, iambie maneno haya: Yesu wangu ninaye mwamini na naye mwabudu na mkombozi wangu ameniambia nitakushinda na nitafika upande wa pili. Yaseme hayo maneno kwa imani, na kisha msifu Mungu na usonge mbele, hakika yake utaona unafika upande wa pili. Kaiambie dhoruba yako, kauambie ugonjwa wako, kaziambie hasara zako, kaiambie mahusiano yako yanayodorora, kawaambie watoto wako wana, wakorofi. Sema kwa nguvu kwamba naiambia dhoruba hii, Yesu wangu ninayemtumikia atanifikisha upande wa pili. Na usonge mbele kwa imani. Swali tunalobaki nalo, je, je, Yesu angeendelea mbele na kuwapita ikiwa wasingelimuita asubuhi ya leo? Ubarikiwe sana, amen. Baba yetu, asante kwa kuwa unatupenda Maisha haya tumejawa na dhoruba na upepo mkali wa majaribu, magonjwa, vita, hasara, mafarakano na mambo mengi kama hayo. Asubuhi ya leo Bwana, tumejifunza kwamba wewe ndiye uliyetuambia tutafika upande wa pili, nasi tunaomba utufanikishe kufika, nasi tunaomba utuokoe na dhoruba tunazokutana nazo njiani kabla hatujafika, ili kufika kwetu kuwe hakika. Bariki kila mwanasemezana na Mungu anapoenda kwenye ratiba zake za siku ya leo, ukamfanikishe, anapoenda kwenye ratiba zake za siku ya leo, ukamuokoe na mitego mingi ya ibilisi iliyowekwa mbele zake; mitego ya uvivu, mitego ya ya wasiwasi, mitego ya mashaka mitego ya woga na kuogopa. Mitego yote ya ibilisi asubuhi ya leo tunaivunja kwa jina la Yesu, na tunaomba ukatufanikishe, ukatuokoe, ukatupe neema hii, kwa jina la Kristo Yesu, amina.